Hello students and welcome again to Dr. Mlelwa. Sasa leo nataka nionyeshe jinsi ya kulipia kwenye website ya Dr. Mlelwa Lectures kwa mara ya kwanza, ukiingia utakuta imekaa hapa. Kwa hiyo website ukifungua itakuleta hapa, then ukishafika hii hatua utatakiwa uende uka login. Utaona hisemu kwenye hivi mistari vitatu hapa. This one. Yes, utabonyeza. Kama hauna account utabonyeza sehemu imeandikwa sign up. Sign up itakuleta hapa ambapo hapo utajaza hizi taarifa jina lako la kwanza, la mwisho, utachagua jinsia yako, utaweka namba ya simu, utaweka password afu utabonyeza hii button imeandikwa sign up. Mimi tayari account ninayo. Ukishatengeneza hapa uh, account ukitaka kusoma na uko nenda unarudi hapa juu alafu unaenda hii sehemu imeandikwa log in Manake, ingie ndabonyeza sehemu ya login, itanileta hapa ndaandika namba yangu ya simu. Ndaandika password yangu. Na utaandika hapo password au namba yako ya simu na password kulingana na ulivyotengeneza account. Kama umetengeneza account kwa email, utaandika email na password. Kama umetengeneza account kwa namba ya simu, utaandika namba ya simu na password yako. Then nikija itanileta hapa. Sasa kuna kipindi nataka ninunue. Ndipo nataka nikuelekeze jinsi ya kununua kipindi automatically. Kuna kipindi nataka ninue, so ndenda nda kisecha hapa kipindi cha magnetizi magnetizi, yes. Nda search ntashuka chini hapa ya hivi, hapa vimekuja, kuna magnetizi ya form 5 hiyo, alafu kuna hii ya form 4 so mi ndaenda kwenye hii magnetizi ya form 5 hii hapa, <coughs> advanced level form 5 form 6 hiyo, form 5 sasa itakuleta hapa then hapo utaisoma, haina bado vipindi. Kwa hiyo ndaenda hii sehemu, ndio kwa buy now hapa. Unaona utabonyeza, ukibonyeza hapa utaenda tena hii sehemu hapa, achana napo hapa. Kwa hiyo tutaenda hii sehemu kwenye hii button ya blue hapa walipoandika check out, tutabonyeza hapa then tutachagua lipa kwa simu, halafu tutachagua tena lipa kwa simu, then baada hapo, unaona hapa kuna hii sehemu, nakwambia ingiza namba ya simu, alafu hapa chini ina italiste vipindi vyote ambavyo ulivichagua. Kwa kuwa makini pia hapa, vipindi ambavyo viko hapa ni vile ulivyochagua, kama sio unaona kuna hichi kix hapo, unakata unakitoa kipindi ambacho sio kwao. ndaingiza namba yangu ya simu hiyo sim, hapo then. Baada hapo, ndabonyeza hii batani imeandikwa lipa masomo, ndabonyeza italipa. Alafu unaona hapa inapo process inapozunguka hapa, usiikate mpaka imalize yenyewe, yaani hata message zile za malipo zikiingia, usiikate. So ndasimamisha video niingize namba yangu ya siri hapa. Sasa hapo imetokea kwamba kipindi hakijaingia, nimeingiza password, hela imekatwa, alafu kipindi hakijaingia. So tupigie kwa namba za simu hizo unazoziona hapa, sisi tutakushughulikia tatizo lako.